Ni shilingi laki mbili na elfu hamsini. Ukinunua tiketi ya platinum, unapata jezi mpya za kimataifa na vilevile unapata kadi ya kuingia na gari yako uwanjani, na unapofika uwanjani unakwenda kuketi kwenye viti vya VVIP ambapo utapatiwa huduma ya chakula na vinywaji kwa kipindi chote ambacho mechi itakuwa inaendelea huduma yote hizo unapata kwa shilingi laki mbili na elfu hamsini pekee tuna tiketi za platinum kwa shilingi laki moja na elfu hamsini ukinunua tiketi ya platinum unapatiwa jezi ya kimataifa, jezi mpya. Unapatiwa usafiri wa kutoka hotelini kupelekwa uwanjani, kutoka uwanjani kurudi mpaka hotelini, mkisindikizwa na king'ora kwenda na kurudi uwanjani, na mkifika uwanjani mnapelekwa kwenye siti zenu. Mnakaribishwa pale na wadada wa kueleweka wanawapatia huduma mbalimbali mbali za vinywaji na vyakula. Baada ya mechi, narejea tena kwenye mabasi yenu na kurejea hotelini. Baada hapo tunasambaana, tunakwenda kushangilia ushindi. Bei yake ni shilingi laki moja na elfu hamsini kwa anayehitaji tiketi ya Tanzanite na tiketi ya Platinum. Hii unaipata kwa kupiga simu kwa namba 0742771311 kama unahitaji tiketi hii ama tiketi hizi, piga simu kwa nambari 0742771311. Utapiga simu, utaweka booking utalipia tiketi yako na kusubiri maelekezo mengine namna ya kupewa zawadi zako kutoka Simba Sports Club. VIP A ni shilingi elfu thelathini VIP B ni shilingi elfu ishirini na mzunguko ni shilingi elfu tano pekee. ratiba ya hamasa. Kwa kufahamu umuhimu wa mchezo huu, thamani ya mchezo huu na kile ambacho tunakihitaji katika mchezo huu, tumewekeza nguvu kubwa sana, nguvu kubwa sana kwenye hamasa ili kuhakikisha kwamba tunashawishi na kuvutia mashabiki wengi zaidi waweze kuja uwanjani. Tunachokitaka tarehe ishirini na tatu ni kuijaza Benjamin Mkapa, na hili ni jambo ambalo halinaga wasiwasi na Simba Sports Club. Kwa mantiki hiyo basi, tutatumia nguvu kubwa, tutatumia muda mwingi kuhakikisha kwamba tunazunguka Dar es Salaam nzima kwa ajili ya kuhamasisha mashabiki wa Simba wanunue tiketi na waje uwanjani, ni siku ya tarehe 23. Siku hiyo asibaki mwana Simba yoyote hapa Temeke Studio eti anauza matunda. Kila mwana Simba siku hiyo aje Benjamin Mkapa. Meneja wa soko, ni mnyama mwenzetu, una jukumu meneja wa soko hapa Temeke Studio kuwahamasisha wafanyabiashara wenzako hapa ambao ni mashabiki wa Simba kuwahimiza waje uwanjani siku hiyo. Wana simba wote tunajuana, kwa hiyo meneja anamfuata mmoja mmoja kwenye eneo lake. We bwana, acha kuuza matango tarehe 23, twende Benjamin Mkapa. Mjomba, acha kuuza ndimu tarehe 23, twende Benjamin Mkapa. tarehe 23 funga biashara yako ya pilipili kichaa, tukutane Benjamin Mkapa hiyo siku, asibaki mtu hapa Temeke Studio. Meneja, hayo ni maagizo na uyafanyie kazi. Tunataka wana wote wa Temeke Studio, tukutane Benjamin Mkapa tarehe 23. <coughs> Uzinduzi <laughs> wa hamasa itakuwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 19, ambapo uzinduzi wa hamasa safari hii kwa mara ya kwanza utakwenda kufanyika Chanika Zingizini, kwenye tawi la wekundu wa Zingizini Chanika Zingiziwa, narudia narudiazingizi Izi... nimetoka wapi? Uzinduzi wa hamasa kwa mara ya kwanza safari hii tutakwenda kuufanyia Chanika Zingiziwa, kwenye tawi la wekundu wa Zingiziwa Chanika, na uzinduzi utafanyika siku ya tarehe kumi na tisa siku ya Jumatano msafara wetu utaanzia buguruni tutapita ukonga banana gongola mboto mbuyuni kugu tunalikunja chanika tunaimaliza yote mpaka msumbiji msumbiji pale tutawakuta wenyeji wetu wazingiziwa wanatusubiri tutaondoka hapo kwa maandamano ya bodaboda ya bajaji ya watembea kwa miguu moja kwa moja mpaka zingiziwa takwenda kufanya kufuru kubwa kweli kweli huko ya uzinduzi wa tawi sanjari na uzinduzi wa hamasa siku ya tarehe kumi na tisa. Nichukue nafasi hii kualika wanasimba wote wachanika yote wazingiziwa yote wahomboza yote mpaka Kisarawe tukaribie Zingiziwa, twende kwenye uzinduzi wa hamasa siku ya tarehe kumi na tisa. tukitoka Chanika Zingiziwa, msafara unaendelea tena, tunakwenda kwenye uzinduzi wa tawi jingine sanjari na kufanya hamasa katika tawi lawekundu wa Vigoa, Chamazi, Kolo tatoka Zingiziwa, tapita Mvuti, Kitonga, Mbondole, moja kwa moja mpaka Mbande. Mbande Chamazi tunaingia ndani ndani Vigoa kwenda kwenye uzinduzi wa hamasa, kwenda kwenye mwendelezo wa hamasa sanjari na uzinduzi wa tawi la Simba igoa kwa hiyo, wale wote ambao wanataka kuungana nasi siku ya tarehe kumi na tisa wage nyumbani kabisa, kwa sababu tukiondoka asubuhi tunarudi usiku. Ruti hii ni ndefu kweli kweli. Kiufupi ni kwamba tunaizunguka Dar es Salaam nzima, sio kwamba tunakesha huko huko. Maana wa kina Shabani wanaweza kaudi kesho yake akamdanganya mama wawili, tulikesha. Hamasa yetu haikeshi, tukimaliza jioni tunasambana. Ha, nawajua nawajua. Hiyo ni siku ya tarehe kumi na tisa. Tarehe ishirini tunaamkia upande ule wa pili wa Dar es Salaam, Mbezi na Goba yake, takwenda kwenye uzinduzi wa tawi sanjari na mwendelezo wa Hamasa katika tawi la Wekundu wa Majengo bo. A -a. Goba Wekundu wa Majengo Goba, tunakwenda huko kwenda kufanya kufuru kubwa, tukimaliza Wekundu wa Majengo Goba tunakwenda Wekundu wa kulangwa Mbezi. Hayo ni maeneo ya huko, tunakwenda kutimua vumbi siku ya tarehe ishirini. <tune> Kwa hiyo tarehe ishirini ambayo itakuwa ni siku ya pili ya hamasa, tutaanzia Magomeni, Manzese, Mwenge, safari hiyo Tegeta, Kunduchi mpaka Goba, Mbezi yote hiyo. Tutavuruga mitaa yote ya kule, tutafanya hamasa ya watu wa kule tawauzia tiketi watu wa kule. Baada ya hapo, tunasambaana, siku ya pili inakuwa imemalizika namna hiyo. Siku ya tatu ambayo ni Novemba ishirini na moja, siku ya Ijumaa, siku hii itakuwa ni siku maalum ya kwenda kutoa msaada kwenye kituo cha watoto yatima, ambao ni utamaduni wetu tunapokuwa na jambo kubwa na jambo zito, tunatoa msaada kwa watu wenye uhitaji ili kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na atufanywe wepesi kwenye jambo ambalo linatukabili mbele yetu. Na kwa hapa tutakuwa na Modo Foundation ambaye kwa pamoja tutakwenda kituo cha Alzam Temeke kwenda kutoa msaada, na baada hapo siku itakuwa imemalizika namna hiyo. Siku ya Ijumaa tukitoka Temeke, tunakwenda Petete, hapo tunagonga biriani yetu, mambo yanakuwa ni gwede gwede.

ni watu wa raha. Kwa hiyo ratiba zetu lazima ziambatane na burudani za hapa na pale. Kwa hiyo tarehe ishirini na moja, baada ya kutoa msaada, tunakwenda kupoza moyo na biriani maridadi kabisa. Hiyo ni ishirini na moja. Tarehe ishirini na mbili ndio funga kazi yenyewe. Sasa hii itakuwa ni siku ya Jumamosi, hapa ndo tunakwenda kufunga kazi, tunakwenda kumaliza kazi ya hamasa, tunakwenda kufanya ubaya ubwera pati tu wa hamasa tunakwenda kufanya balaa zito kweli kweli. Kwa mara ya kwanza tunakwenda vikindu kwenda kufanya hamasa. Nichukue nafasi hii kuwatangazia watu wote wa Vikindu, Mkuranga, watu wote siku ya tarehe 22 tukutane Vikundu.